Wengi wameandika CV na cover letter, wengi wameapply job kwa job bank na wamefanya zaidi ya mara mia mbili na request zao ama demand zao hazijajibiwa. Leo nataka kuzungumzia sababu kubwa ambayo imefanya uh, demand zenu ama uh, mahali mnaandika sv CV, mnatuma CV na cover letter hazijibiwi. Hayo ndio mambo ambayo nataka kuzungumzia siku ya leo. Najua haya ni muhimu sana na mimi nimeona malalamishi yenu na wengi ambao wanazidi kusumbuka. Kwa hiyo hali nikaona nitafute solution ama suluhu, na ndio sasa nimerudi na jambo ambalo najua litasaidia kila umoja. Hello everyone. Karibu tena kwenye KHP Canada ambao ni channel yako. Kwenye channel hii tunazungumzia mengi sana ikiwa kutafuta kazi Canada, kuhama Canada na mambo mengi sana haswa kwa wale ambao wanahitaji kuja kufanya kazi na kuja kuishi ndani ya nchi kama hii ya Canada. Vitu kama hizo. So ikiwa wewe ni mmoja ambaye uko na ndoto ya kuja Canada ama kuweza kusafiri kutoka sana sana nchi ya Afrika na kukuja ndani ya nchi ambao utakuwa na uhuru wa kufanya kazi na mengine kadhalika, basi utakuwa kusema pazuri sana. Ndio maana kama wewe ni mpya kwenye channel hii acha ni kuombe uweze kusubscribe kusudi uwe unapata notification na uta notification yako bell on kusudi wakati wowote tuko live ama tuna upload video mpya uweze uh, kupata notification na uweze kujiunga nasi kwa wakati unaofaa, sababu kila Jumamosi ama Saturday huwa nakuwa live kwa ajili ya kuweza kuzungumzia uh, fursa kama hizo ambazo huwa zinaweza zikajitokeza, njia ambayo inaweza ikakusaidia wewe kuja Canada na kujibu pia baadhi ya maswali ambayo unaweza kuwa unajiuliza, sababu kuna wengi ambao wana maswali kuhusu kuja Canada na kusafiri ama kuja kufanya kazi ndani ya nchi hii, na wanashindwa, watauliza nani? Na mimi sio kusema ya kwamba ninajibu ya maswali zote, lakini eh, baadhi maswali zile ambazo mimi najua huwa ninakujibu, na ikiwa sijui, siwezi kupaka zambi mafuta ama ni kufinike, bora nikwambie ukweli, hii sijui. Na ile ambayo nitakuwa ninajua, nitakwambia wazi ya kwamba ili ninajibu, unahitaji kufanya hivi na hivi, na utaweza kusaidika pahali fulani. Kwa hiyo, kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe, na ikiwa wewe ni mwana KHP basi kumbuka kulike video hii kusudi tuweze kusonga mbele na najua wengi watasijiuliza ya kwamba uh, kwa nini sijaleta update? Update inakuja. Sababu, uh, naelewa kwamba nilianza safari ya kuzunguka mashambani kwa ajili ya kutafuta hizo seasonal job. Kuna wale nimefanikiwa kukutana nao, wengine wangali wana mara anatumwa huku, mara anazungushwa huku, wengine wanaambia kuja siku fulani, wengine kuja siku fulani, na mahali ambapo nimezunguka. Sababu nimezunguka nadhani siku mbili tu, sijazunguka sehemu kubwa sana, lakini nitaangalia pia muda wangu. Nikipata nafasi weekend hii bado naweza nikarudi kuzunguka sehemu zingine kadhaa, niweze kuona nini ambao nitatoa huko, lakini sehemu zote zile ambazo nimepitia Uh, ninaendelea kuwa na matumaini ya kwamba njia itakuwa wazi, na kwa wale ambao wanahitaji kuja Canada for seasonal jobs ama kwa kazi za kilimo uh, na mavuno wa, wa, bado kuna matumaini watu watakuwa na nafasi. So kama vile nilisema, nataka kugusia jambo muhimu sana ambalo limekuwa likisumbua wengi kuna wengi ambao nimepata meseji zao wakati nimeonyesha watu jinsi ya kuapply kazi kwa Job Bank. Kuna wale ambao walichangamka na wakajaribu uh, kuweza kuapply kazi mbalimbali mwingine mbali. Ananiambia ameapply 200 jobs na hajapata jibu, yaani ametuma CV na cover letter 200 times ama mara eh, mia mbili na hajapata sehemu yoyote ambao ombi lake linajibiwa. Unajua, mimi nakuwaga ni mtu wa utafiti, na si huwa sipendi jambo ambalo linaweza likanisumbua, ama lile ambalo mimi nilifikiri, nilichunguza na nikaona ya kwamba hii ni moja ya fursa ama moja ya njia ambao e, mtu anaweza kasaidika nayo na nikakuja kuiweka hapo mtandaoni, kusudi watu wasaidike nayo. Na mwisho wa siku nipate ya kwamba hakuna ule ambaye amesaidika, huwa inanisumbua. Na ndio maana nilirudi kwa kupitia tena na kufanya utafiti zaidi, kusudi niweze kuelewa sababu gani ambao inafanya e, wengi wanaandika CV na kavaleta kwa ajili ya kuitisha kazi ambao, uh, ziko hapa Canada, wakiwa nje ya nchi ya Canada na wafikie kiwango ya kuandika uh, CV na kavaleta nyingi sana, ama kuitisha kazi ama kuapply hizo kazi na wakose kujibiwa so, imekuwa ikinisumbua, nikasema leo vile nimeweza kupitia na kujaribu kufuatilia kiundani nini sababu kubwa aswa inafanya wengi hawajibiwi. Nikasema no vile nimepata uh, suluhu, lazima nirudi kwenu kwa ajili ya kuweza uh, kupeana mwongozo kiasi, ambao ninaamini itaweza kusaidia na itafanya ya kwamba wengi waweze kujibiwa, sababu hizo maswali nimeulizwa mara nyingi. <coughs> sorry nimeuliza hiyo swali mara nyingi na watu wengi, na nikawa nakosa ni wajibu nini. Wengine nikiwa nawaambia tu waendelee kujaribu, bahati zinapishana. Kumbe nikaelewa, nimekuja kuelewa sio shida ya bahati. Unajua, kati ya wale ambao uh, wameishi, wameishi kuniambia ya kwamba hawajajibiwa ndio wengi sana kuliko wale ambao walirudi kusema niliandikiwa, message yangu ilijibiwa na kadhalika. <coughs> Sorry, sikia ngeza sana sauti, sauti inabana. Okay, wale ambao walimejibiwa ndio wachache kuliko wale ambao hawajajibiwa. Sababu kubwa sana ni ambao inafanya wengi hawajibiwi ni, unapata mtu mmoja umeandika CV moja na kavaleta, alafu unatuma hiyo CV moja na hiyo kavaleta 200 times, ama unaituma kwa kazi yote ile ambao uh, umeona imepostiwa hapo kwenye hiyo website. Hiyo ni kosa ya kwanza. Wakati unataka kuapply kazi, kitu ya kwanza muhimu sana ni lazima uweze kupitia kwanza hiyo kampuni ambayo unataka kufanya kazi nayo na ujue hiyo kampuni eh, wanadili na vitu gani? Unajua, pole, sababu sijaweza kushare skrini yangu lakini Nita share screen ikiwa uh, wengi hawatanielewa na yes, wengi wakiwa hawatanielewa, nita share screen na kueleza kwangu ikawa ya kwamba kueleweki kabisa vile, nitajitahidi nifanye video nyingine ambayo na share screen nikieleza nikionyesha kile ambacho nakimaanisha, lakini ninaamini ya kwamba mtanielewa kwa njia hii ambayo nataka kuexplain. Na msiponielewa bado comment section iko hapo, mtanijulisha alafu mimi nitajua kile ambacho nitafanya kusudi muweze kunielewa kabisa. Sababu haja yangu ni kuona kila mmoja anasaidika na kila mmoja ombi lake linaweza kujibiwa. Hiyo ndio haja kubwa ya moyo wangu. Licha ya kuwa naendelea kushughulika na kazi ya mashamba. Najua sio kazi ambao wale ambao mimi naenda kukutana na wao hawawezi wakarahisisha ombi la watu wote. Wale ambao najua wanangojea fursa ya kuja ndani ya nchi hii wanaweza chukua nusu ama robo lakini, au wengine watafanya nini? Lazima pia njia zote tujaribu kusudi tuhakikisha kwamba watu wamefanikisha ombi lao, ama ndoto la wengi limeweza kujibiwa. So kitu ya kwanza ni hiyo, unatakiwa kujua, awezi ukafanya CV na kavaleta moja Alafu kaituma kwa kampuni mia mbili na ni hiyo hiyo moja. Pengine kwa kampuni ya kwanza, tuseme kwa mfano, ni watu wanadili na Pampers, na wao unawaambia wewe, kwa CV yako unasema wewe ni, ni, eh, ni mlimaji alafu unatuma kwa CV yako kwa watu wa Pampers na walisema wanataka mtu ambaye anataka kufanya hiyo kazi awe na experience ya mwaka mmoja miaka miwili. Sasa wao nawaambia wewe ni mkulima uko na experience ya kulima ya mwaka mmoja au miaka miwili, ndugu yangu, hiyo utakuwa umefeli. Unajua mzungu hana wakati wa kupitia vitu ambazo anaona hizi haziendani na kile ambacho mimi ninahitaji kutoka kwa hawa watu. Awezi kuwa na muda kukwambia pole atuhitaji mtu kama huu nini, atakaa kimya, sababu anajua huu sio ndio aina ya, ya mtu ambaye ninatafuta mimi. Mwingine anataka ule ambaye ni fundi e, wa umeme, unakuja kuandika kwamba wewe ni fundi charayani. Is it charayani? charayani. <laughs> kidogo ndio fundi wa nguo nazani Nikiwa niko vibaya hapo, mtanikosoa kwa comment section. Unaona, hiyo ndio makosa ambayo tunazidi kufanya. Kwa hiyo wakati unataka kuapply kazi hapo kwa Job Bank, pitia kwanza hiyo kampuni unajua, ndio nilionyesha ngisi, unaweza ukacopy link, unaweza ukajaza uh, wengi unajua walicreate account ya Job Bank na wana-apply directly Uki create account, una create account moja, unaweka CV moja na kavaleta moja. Kwa hiyo wewe unatakiwa ku apply kazi kulingana na hiyo CV yako na hiyo kavaleta yako pia. Na pia na kwanza kavaleta haiwezi kaenda hiyo moja kwa hizo hizo kampuni zote, sababu kuna sehemu unatafutakiwa kutaja jina za kampuni, unatakiwa kuandika hizo address za kampuni. Sasa, ikiwa hizo zote hauko unabadilisha, hata mwenyewe akipata anasema, kwani huyu ni kama amepotea. Hii ni CV ambayo alikuwa anatakiwa kutuma kwa kampuni fulani, naona ametuma kwetu kimakosa. Hivyo ndio itakuwa hiyo ndio itakuwa hiyo. Ni kosa kubwa ambayo inachanganya wengi, sijui kama mnanielewa. Kitu muhimu ni wakati unaona kazi imewekwa hapo, jambo muhimu kubwa Jaribu kuangalia inakubali watu ambao wako nje ya Canada kuweza kuapply. Ukisha sababu, nimeshaonyesha gisi ambao unaweza kuangalia na ukajua ya kwamba e, eh, inakubaliwa watu ambao wako nje kuweza kuapply. Ikiwa haikubaliwi, wanaandika vizuri hapo, hii ni kwa ajili ya wale ambao wako Canada peke yao na wako na makaratasi muhimu ambayo inawaruhusu kufanya kazi hapa Canada. Hiyo ya pili inasema uwe Canada, uwe nje ya Canada, uwe na makaratasi, usiwe na makaratasi, unaweza kuapply kazi hii. Hiyo nadhani nimeshaonyesha mara nyingi sana na kila mmoja anaelewa hiyo, na ikiwa bado uh, ungali na shida ya hiyo, pengine unaweza ukawa umejiunga nasi muda sio mrefu na uko na shida ya hiyo, unaweza ukapitia kwenye video zetu, na utaweza kupata video ambao nimezungumzia hayo ambao zinaongelea kuhusu Job Bank ziko nyingi hapo. Sasa wengi wana apply kazi kimakosa na hiyo ndio sababu kubwa ambayo inafanya hawa my employer wanashindwa kuwajibu. Wengine naona ni kama eh, CV na cover letter kidogo imesumbua. Kuna ndugu moja ambaye amesema yeye anafanyia watu CV na cover letter nadhani yupo Tanzania hapo. Pole ndugu yangu, najua utafuata video hii, lakini si sina e, simu yangu karibu hapa kusudi niweze kuwasomea namba yako e, lakini nitajitahidi kuweza kuweka wazi na pia nitaweka video nyingine ambalo linaongelea kuhusu CV nimeonyesha mara kadhaa, lakini nadhani nifanye e, format mzuri ya CV ya Canada. Hiyo tuzungumzie CV ya Canada nitakuja na template alafu tuizungumzie. Nadhani hiyo nitajitahidi iwe ni Saturday, wakati ambao tunaweza kuwa live. Hiyo kila mmoja basi, kama utatumia kompyuta yako, kama utatumia kama utachukua karatasi na na pen ama kalamu, tuweze kuandika kama tukiw, kama wale ambao tuko shule, kusudi uweze kutusaidia jaribu kufanya chochote kile kusudi ndoto yako iweze kutimia. Nadhani tuko pamoja. Usitumie CV moja kwa kazi mbili, tatu, mia moja. Hakuna yule ambaye atakujibu. Lazima ubadili majina ya kampuni, lazima ufanye CV yako kulingana na hiyo kampuni. Hii kampuni wanataka mtu anaenda kufanya nini wao wenyewe wanadili na vitu gani? Ukikopi hiyo link ama ukikopi jina ya kampuni, enda kwenye Google yako, andika jina hiyo kampuni, hapo watakuletea hiyo kampuni. Jaribu kampuni, kila website ya kampuni wanaandikaga huku chini about us, ama kutuhusu sisi, watakuandikia wao wanadili na vitu gani, wao wanafanya nini. Ukishajua wanafanya nini hapo sasa ndio utaweza kutengeneza CV yako kulingana na kile ambacho wao wanafanya. Lakini ukitengeneza ya kwamba wewe ni mtu ambaye umefanya caregiver, kampuni inahitaji supervisor, kampuni inahitaji manager, kampuni inahitaji pengine machine operator, kampuni inahitaji pengine packers, sio sio paka ya Kiswahili tafadhali, lakini ni wale watu ambao wanaweka mizigo kwa uh, wa kontena fulani ambao inahitajika kwa makampuni nyingi wanafanya kazi kama hizo. Unaweza unaweza ukawa unapakiza mzigo kama ni kwa gari, kama ni nini vitu kama hizo. Sababu kazi ziko nyingi sana hapa ambazo mtu anaweza kufanya. Lakini wewe unaenda ukapeleka CV yako ya kusema kwamba wewe umefanya caregiver. Unaweza ukashughulikia wazee vizuri na watoto. Unaona kama utakuwa unachanganya, unachanganya, unachanganya bosi, hata mwenyewe hawezi akaongea chochote, atakaa tu kimya. Mzungu hawezi akajibu jambo kama hilo. Ikiwa hilo ni kosa ambao umeishi kurudia na kurudia mara tena na tena, basi jaribu ku revise uh, CV yako, jaribu kuangalia jinsi ambao una apply hizi kazi na uweze kuipitia. Mimi nimefanya utafiti, na ndio maana naona nimerudi kugusia tena leo masuala kama haya kwa hiyo kama umekuwa ukifanya hayo basi eh, jitahidi sana uweze kurekebisha na ufanye jambo ambalo litaweza kukusaidia. Najua ni ndoto ya wengi sana kuweza kuingia ndani ya hii nchi hii ya Canada, na fursa ziko nyingi huwa zinajitokeza, na zile zile ambazo mimi napata nazidi kuleta kwenu, na zile ambazo nitaendelea kupigana kupata bado zitakuja kwenu. Lakini kama ulikuwa nafanya kosa hili, basi rudi kupitia tena uh, CV yako kavaleta, na utume upya, na utume upya mbele, uweze kutuma. Jaribu kukopi link ya hiyo kampuni, ikurahisishie wewe kuweza kufanya CV na kavaleta, ujue ni nini ambao wanadili nayo ukishajua nini wanadili nayo itakurahisishia wewe kujua kile ambacho itakuwa unafanya. Na jambo lingine CV, na, eh, CV, CV ya Canada haikuagi kitu kubwa sana, inakuaga kitu ndogo sana. Wao wanataka ufanye kitu ambacho kinaeleweka, yani uende straight to the point. Mzungu hataki kumbeba kona kumrudisha kona, umuoneshe maarufu mwingi sana, hapana sababu maarufu ambayo yanataka ni wakati wewe unaufanya kazini kwake. Nadhani nimeeleweka. Ndio maana tujitahidi sana kupitia hayo, natuwe na gisi ya kurekebisha CV na kavaleta zetu, na tuelewe kampuni ambayo tunataka kuzituma, kusudi tusaidie wao kuweza kutujibu. Wanakosa kujibu, sababu zile ambazo tunatuma, wanaona haziingiani na kazi yao, haziingiani na zile vitu ambazo wanataka. Ndio maana wao wanakaa kimya, hawawezi wakajibu vitu kama hizo, wanaona kama ni kupoteza muda wao. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi tuweze kuelewa kile ambacho tunafanya, na turudi kuandika CV zetu na cover letter tena zile ambazo zinafaa, na jibu ombi letu litaweza kujibiwa. Asante sana kwa kutazama video hii. Ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na bado unaweza kujiunga na kikundi yetu kama utapenda sababu tuko na kikundi ya WhatsApp ambao tunazungumzia masuala ya kukuja nje ya inchi na link zile ambazo zinahitajika huwa zinasukumwa pia hapo. Kwa hiyo ukitaka kujiunga, link kwenye description hapa na kila Saturday muda wa saa mbili usiku ikiwa ni masaa ya East Africa huwa tunakuwa live tukiweza kuchambua masuala mbalimbali ya kuweza kuja nje ya nchi. Kwa hiyo tunakukaribisha kila Saturday muda wa saa mbili uweze kujiunga nasi kwa mengi. Na ikiwa wewe ni mpya, usisahau kusubscribe. Na ukiwa umependa video hii basi unaweza ukai like, na usisahau pia kushare na mwenzako ambaye anaweza taka kusikia mambo haya. Na zingine ni mmoja ambaye amekuwa ndani ya hali kama haya na unapoweza kushare na yeye itamsaidia na kumuonyesha njia ambayo inafaa ile ambayo anatakiwa kufanya.